Yaani watu wenye ulemavu wanataka haki zao zizingatiwe zikiwemo usalama, afya, elimu bora na mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Tuliwahoji baadhi yao kutoka maeneo mbalimbali na haya ndiyo waliosema. Kona wazazi ambaye bado hawajaweza kukubaliana kwamba wako na watoto wenye ulemavu. Kwa hivyo tunaendelea kufanya hii awareness na hata siku hii ya leo pia a, tutawapatia nafasi ama tutawazungumzia ili waweze kutoa wale watoto ili waweze kujulikana, na pia katika hali ya matibabu bado tuko chini sana bado tuko chini katika kaunti yetu ya Kajiado, ndiposa tunasii pia kaunti government ya Kajiado iweze kuhakikisha kwa kwamba watu wenye ulemavu wako sawa katika hali ya matibabu. As we celebrate the World Disability Day, hakuna haja ya kucelebrate hapa. northern Kenya, hapa northeastern moja, hakuna barabara ya kufika mahospitali, shule na masoko Eh, rehabilitation center ya watu walemavu ya kiakili hamna. Eh, physiotherapy hakuna. Eh, orthopedic hakuna. Wheelchairs zikiharibika eh, hakuna. hakuna duka ya kununua maspea na uwezi repair hapa locally. Manyumba ya hapa Nyamira inatengenezwa, njia nyingine uwezi pita, kuwa naibi wheelchair yangu. Eh, tunaomba serikali angalie manyumba, itengeneze eh, mahali walemao wanapita. Wekeni pesa kulinganisha na maisha ya watu walemavu wa Machakos. Sisi kwetu tunaishi kukunywa madawa, kufanyiwa rehabilitation. Kuna wale watu wamezaa watoto wako severe disability, kuna caregivers. Caregivers wanapata challenge sana kushughulikia wale watoto wako na ulemavu nyumbani, na kuna madawa wanatumia kila wakati. Ningeambia serikali ya kaunti iweze kuweka budget kwa wakati kuweze kusaidia hawa wazazi wa, wa, wa wako na watoto walemavu. Pia tuko na issue ya uh, sign language interpreters in hospitals. Hakunanga watu wakuwasaidia wale watu wako na disability ya deaf, wakienda mwahospitali inakuwa ni changamoto kwa wakitaka kuwasiliana na daktari because hakunanga sign language interpreters pia kwa walemavu wenye ulemavu wa ngozi, serikali ingeweka mikakati iweke mada, uh, mafuta yenye tunajipakanga kama sunscreen lotions, zenye ukienda unapata hakuna. Unaweza pata uh, national council imeleta for one month so the nine months hakuna mafuta. Ulemavu au walemavu sio kupenda kwao, hiyo ni, ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunasema, uh, these governments have, have neglected the disabled for a very long time. It is high time they need to consider them na wape kazi na hata vitu, vitu vingine ambao wanaweza kutumia na uh, sherehe hii ni ku, ku create awareness na advocacy ya kuweza kuambia uh, community na other stakeholders kwamba walemavu pia ni watu kama wengine na wao pia wako na haki ya kukuwa included in all sectors. Sasa sisi kama National Council for Persons with Disability pamoja na uh, the other stakeholders na uh, the members of parliament wamekuja na Uh, Persons with Disability Act 2025 ambayo imekuwa revised from the one that was, uh, in 2003, na haki zao zimeongezeka na hata incentives pia zimeongezeka. Unapata kama masuala ya wamekuwa tax exempted, wana, wako na import duty exempted na exempted na mambo mengi zaidi kutoka kaunti namba